Aligomba de sisi. Sisi mashabiki wa Simba hatuna shida, shida ya hela. Hatuna shida ya hela. Ya hela wala kwamba wale si watupe hela si bodi ya ligi suti wewe hapana. Si nataka kombe tu kama hela moa nazo. Kama hela moa nazo. Nafasi ya tano katika viwango vya Kafu, chanzo ni wao bodi ya ligi pamoja na TFF jinsi mpira wetu walivyotengeneza. Eh? Kumbe pamoja walikuwa wanachukua wachezaji wenye quality ya hela nyingi na nini? Kumbe kuna wakati wachezaji walikuwa hawana hela, vibali wanakopa bodi ya ligi kombe yu yu kwa kombe hivi na hivi kwa hiyo so vizuri yale mengine ambayo tulikuwa tuyajui kuondoka kwa Aziziki. Aziziki ni mchezaji mmoja mzuri mwenye quality ali ya juu na ana msaada tosha kwa watani. Kwa hiyo nafikiri wameangalia, tarehe 15 tukicheza bila Aziziki kuna nini? Wakati tunakwenda Tabora, tungeenda kukabidhiwa kombe letu kulekule Tabora. Kombe gani hilo? la, la, la NBC. Ligi ya NBC. Yaani kwa maana mmechukua alama tatu za mezani. Ubaya ubwera

Wanatoa mambo ni moto kweli kweli, mbele yangu hapa nipo na mdau wa soka hapa nchini kwetu Tanzania, lakini pia ni mwanachama na shabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba, si mwingine bali ee, ni Pasi Milioni Danga Che Zewa Grand Care awaliyote, mi namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehema, nikiwa na afya njema tele, umenikuta niko fresh, niko niko faa, niko moto J5 J5 kama ulivyoona nimetaradadi baro za grant iko vizuri, niko fine, niko moto kwa kweli dadangu. Eh, eh, namshukuru Mungu eh, grant care, kama shabiki na mdau wa mpira eh, hapa nchini kwetu Tanzania, kutokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa kati ya Young Africans, bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira wa miguu nchini kwetu Tanzania TFF. Lakini pia tujia, siku ya jana tuliweza kuiona barua kutoka kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba wenyewe wakihanikiza na kuwataka mashabiki wao waendelee kuchukua tiketi kuelekea katika mchezo wa tarehe 15 huku Simba nao wakidai barua ama tunaweza kusema majibu ya uchunguzi uliofanyika siku ya tarehe saba Machi saba ile usiku ambapo mnyama Simba alizuiliwa kuingia kufanya mazoezi. Kwako wewe kama shabiki wa mpira, busara zako zimekalia wapi na unazungumzia nini kutokana na hichi ambacho kinaendelea kwa sasa? Kwanza kimpira lina afya, barua barua hizi atukuzitarajia, na mtoto mleavu ndivyo akuavyo. Bodi ya ligi na wapongeza sana TFF kwa ujumla, kama mzee Mbuto, nikiangalia bodi ya ligi na Almas Kasongo ni watendaji wazuri, na ndio sababisha hata Simba sasa hivi tuko nafasi ya tano katika viwango vya kafu. Chanzo ni wao, bodi ya ligi pamoja na TFF, jinsi mpira wetu walivyotengeneza. Sasa haya mengine alipofikia hapa

kwamba pamoja walikuwa wanachukua wachezaji wenye quality ya hela nyingi na nini, kumbe kuna wakati wachezaji walikuwa hawana hela vibali, wanakopa bodi ya ligi kwa, kwa kombe yu, hivi na hivi. Kwa hiyo sio so vizuri yale eh, mengine ambayo tulikuwa tuyajui tunayajua. Kwanza nawapongeza sana bodi ya ligi, napongeza TFF kwa ukarimu waliokuwa nao. Kumbe mtu akiwa na shida ya, ya kutaka kukopa, unaenda kwao, kwa hiyo Nashukuru. Kwa hiyo unajua, bwana, mtu anayekukopesha naye vile vile inahitaji moyo mm. Si masiala, inahitaji moyo na wapongeza. Kwa hiyo lakini kwa hapa alipofikia, haya mengine wayaache, wasiongee sana kwamba tulikopeshana hivi na hivi na hivi na hivi ya alipofikia, mizali tulijua alikuwa nakopana, basi aishi hapa hapa, twende kwenye dabi, mengine yafuatie mm. Lakini Young Africans ametoa e, mapendekezo yake ama tunaweza kusema ametoa hoja zake zipatazo nne ili mradi aweze kucheza dabi. Ah, nimeziona nimeziona, lakini unaangalia tarehe tayari zishataradad, na yale mapendekezo yao kwa wao wenyewe wameona ni rafiki kwa wao wenyewe. Sasa mimi kila ta, kila sekta na taratibu zake, nafikiri bodi ya ligi wameangalia hapa ni karibu mno, uwezi ukaamua uka, uka hivi siku mbili hizo, wakati tayari dabi iko tayari barabarani. Mimi nafikiri kwanza wangecheza dabi, afu mapendekezo yao wangefuata baadaye. Hii ndio inavyotakiwa. mm. Msimamo wa Young Africans, lakini si umesikia, wamesema hawapeleki timu na hata katika mchezo wa fainali dhidi ya Singida huenda nao wasitokee, kwa sababu wanadai haki yao, lakini pia wametoa hoja zao za msingi e, kama ambavyo wenyewe wanavyosema wametoa hoja za msingi na wanataka wafanyiwe kazi kwa kwa hili wanasema, kama wanaenda kufanya mapinduzi ya mpira wa miguu nchini kwetu Tanzania, kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea, ambazo sitofahamu zimekuwa nyingi. Sasa ah, mimi nafikiri kwa sisi watoto wa, wa mjini kuna kitu mi nafikiri washakiona, mbila safari kwao sio kizuri. Kwanza kuondoka kwa Aziz Ki, Aziz Ki ni mchezaji mmoja mzuri mwenye quality ya juu na ana msaada tosha kwa watani, kwa hiyo nafikiri wameangalia, tarehe kumi na tano tukicheza bila Aziz Ki kuna nini? Tukicheza na Singida ambaye yeye ataamua kucheza, yani Singida kama wataamua kucheza ile mpira waache wa, o, yani wawe Singida big star, wasiwe Singida young star, umeendelea wawe Singida big Star wasiwe Singida young Star. Wakicheza Singida big Star na imani kabisa watachukua kombe Singida. Kwa sasa nafikiri wameona tukikutana na watani, hatuna mashine yetu pale, Azizikii shemeji mm. na wakiangalia wakienda kule na ya fainali ya, ya, ya, ya kule Zanzibar, shughuli inaweza kuwampatana, na mvua na hii yote ndio wanashindwa wakamatie wapi, ndio maana unafikiri unaongea hivi, unaongea hii. Ndio mimi nilivyofikiria, hadi ile quality ya wachezaji wao nafikiri tayari sha drop, na ukiangalia quality ya, ya, ya timu yangu mimi kadi siku unavyoona tayari inakuwa iko moto kama unavyoona SGR sasa hivi, Budo JC alivyokuwa na kasi yake hasa, yeah. ukiangalia winga drill machine ile mpanzu winga SGR, pana nini hapa? Mtani anaona mm, hapa bola tu Nifunike kombe mwanaalamu apite mm. Bora shughuli ya ambatane na mvua, kama noma naiwe noma mm. Kwa hiyo mi nachoshukuru tu sulugania yetu ile ya ubaya ubwela, sasa ndo nyakati zake hizi za kufanya ile kazi kisasa. Kila mtu atajua ubaya ubwela ni kitu cha aina gani. Kila mtu atajua ubaya ubwela ni kitu cha namna gani. Msimamo ya Young Africans kuendelea kushikilia bomba kwamba hawapeleki timu siku ya tarehe 15, kama shabiki wa Simba inakutia pressure ya aina yoyote kuelekea katika mchezo huo? Kwanza, kwa mujibu wa semaji wetu semaji la kafu amediari mjumbe wa kasi wa kuteuliwa na sisi mashabiki wa Simba Sports ametuambia kwamba tuendelee na taratibu zetu kwa ajili ya dabi. Kwa hiyo sisi hapa fokasi yetu ni taratibu zetu ya mechi yetu tarehe kumi na tano Jumapili, Jumatatu Mungu akipenda tunaenda zetu Tabora kwenda kucheza na Ken Gold. Mm -hmm. Alafu tunarudi tena tarehe 22, 23 tunakuja kumalizana na Kagera mm -hmm, kwenye uwanja wetu wa nyumbani ambao tulochagua uwanja wa KMC. Kwa sisi kama Simba tumebakisha mechi tatu. Hizo ndo ambazo tunazojua sisi mashabiki wa Simba Sports, na tumejiandaa tumejipanga katika hizo mechi tatu zilizobakia tupate alama tisa tupate alama tisa sahihi. Tukishamaliza mechi yetu ya tarehe 15 hapa Lupaso, nachoomba tu bodi ya ligi, kwa vile tunawapenda sana, kwa kupitia wadhamini wa NBC, wakati tunakwenda Tabora wang... tungeenda kukabidhiwa kombe letu kule kule Tabora. Kombe gani hilo? la rij la NBC, ligi ya NBC. Yaani kwa maana mmechukua alama tatu za mezani, ubaya ubwera lakini waza ubwela, alama tatu mezani za ubaya ubwela, wanakuambia hakuna alama yao hata moja itakayoguswa. mpira una taratibu zake, wanakutisha pasi milioni. Mpira una taratibu zake, ukishajitia kwenye mpira miguu baba wa mpira miguu ni TFF na bodi ya ligi, na wakaye waelewe kwamba zile kanuni ambazo wanazoziona zile ziko bodi ya ligi kwa faida ambayo labda wengine hawaelewi. Kwa mimi ambaye nilipata bahati kuitwa baadhi ya mashabiki ambao tuliitwa katika hizi tim timu, baadhi ya mashabiki walioitwa na bodi ya ligi kabla ligi haijaanza, mimi vivyo nilikuwa ni mmoja wapo kwenda kujua bodi kazi za bodi ya ligi ni nini na wanafanya nini katika mpira wetu, na TFF wale kazi yao ni nini. Hizi kanuni tunazoziona zote kwamba shabiki kurusha chupa eh, kuna faini ile milioni tano, milioni ngapi zile zote zile zi, zile zile kanuni zote zimewekwa, zime, zimewekwa na wenye viti wetu wa timu zetu hizi 16 zinacheza ligi kuu, akiwepo Mtaza Mangungu, mwenye mwenyekiti wetu. Yeye ni mmoja wapo katika watu ambao walio walio kamatia zile kanuni. Bwana kuna kanuni hii, kuna kanuni hii tukifanya hivi na kwa hivi, hii kichelewe na kwa hivi, usipokuja uwanjani kuna kunyanganywa pointi hivi. Hii ukikaa hivi, hivi kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi. Zote zile kanuni wao walikuwepo katika zile kanuni. Hmm. Wakiwa na bodi ya ligi, wakiongozwa na mzee wetu Mbuto pamoja na CEO Almas Kasongo. Wale bodi ya ligi walizichukua yale ya, zile kanuni wakazipeleka TFF kwa wale Skaria na kidao wao kazi yao ni kwenda kazi yao waliofanya ni kwenda kuipitia TFF. Ah, kumbe hii kanuni hii iko hivi, iko hivi vipi hapa hivi ah, vipi ah, sawa. Wakarudisha kwa bodi ya ligi, basi tumekupeni baraka zote. Ndio hichi kinachofanyika. Kwa hiyo wakae waelewe, kila kitu kina taratibu zake. Mm. Utaki kukurupuka. Kwa hiyo wao kama hao wakae waelewe kwamba kama hao watakuja uwanjani kanuni zitafanya kazi yake na sisi tukienda uwanjani kanuni itafanya kazi yake kama tulivyoambia, kwa mfano, kama sisi Simba Sports, mm. kama bodi ya ligi watatuambia, bwana mchezo umeahirishwa au upo tarehe 15, mm. viongozi wangu mimi wako makini sana, tukiongozwa na mtazama ngongo na imani kabisa, atajua kwa nini vipengele vipo hivi na hivi, jana kuwa amekwisha tunakuwa twende uwanjani, lakini mpaka sasa hivi bodi ya ligi wanatuambia kwamba mechi ipo pale pale, mm. kwa mimi kama mimi mzee Passi Milioni najiandaa kwa ajili ya mechi na isitoshe, sio sio mimi peke yangu mm. Rafiki yangu Juma Katenga Dodoma naye uko njiani kwa ajili ya mechi hii. Kaka yangu nasikia leo unataka kwenda Zanzibar, nimepata taarifa zako. Jabu wa Messi wa Zanzibar. Ijumaa Juma akisha swali kutoka Zanzibar anakuja zake Dar es Salaam kwa ajili ya kujiandaa na mechi yetu ya Jumapili. Rafiki yangu kipenzi wa Mwanza Mrisho Transporta kutoka Mwanza vile vile, naye anakuja kwa ajili ya dabi hiyo ya tarehe 15. Kwa, kwa maana hiyo, siku hiyo itakuwa kama Simba Day kama alivyosema semaji. Ndo maana yake tena nachowambia wana Simba, kwa sisi ambao tayari tulishakata tiketi mm, ambao tulishakata tiketi tiketi zetu mizali tushazitunza. Ile kisasa shaka tuondoe mm, tujitahidi hiyo Jumapili tujitokeze kwa wingi, huo ni mtoko mm. Na anachowambia wana Simba zangu, tuanze kuchukua mazoezi yale ya kunyosha nyosha hivi kunyosha nyosha kwa ajili manake, najua lile kombe lile, kila mtu atakuwa tunalibombade sisi, sisi mashabiki wa Simba hatuna shida hela, hatuna shida ya hela wala kwamba wale si watupe hela, si bodi ya ligi, si tewe. Hapana, si nataka kombe tu. Kama hela mo anazo, kama hela mo anazo, ninyi mtaki hela za zawadi za mshindi? Ah, tuta za nini? Kama hela mo anazo, sio, sizitaki mbizi ha, hizi hapana, hapana. Kama hela mo anazo, sisi mo hela anayo, na ugwalu wa makombe msimu mitatu, si haba, ndo manaake tageti yetu na wala sifikishe ili miaka minne tulikua sisi ilibaki tubaki so, lisema kumi saba kwa hiyo naishia hii mitatu, bye bye genda na hivi. Nashukuru kwa maelezo ya, ya, ya Alskaria kasema katika miaka ya mitawala yake karia wastani ndo wamenufaika sana. Sasa sijajua wamenufaika, sijajua kivi. Kumbe ndo ili mikopo, bating, mikopo vikoba ndo hicho kumbe kilichokuwa wamenufaika. Mimi kwa sijui kama wanakopeshana ndo nimegundua sasa hivi. Kwa sijui utaacha kuchekerea, utaacha kuchekerea. Hata wewe mwenyewe mbona unachekerea? Basi ndio mara wanasimba wote tunachekerea, sio siri. Ndio vita vya panzi furaha kwa kunguru da, lakini sio kivi Yaani sipendi kivile, unajua sipendi watu wagombane, watu walumbane, sipendi napenda, yaani watu wana amani, wana furaha, lakini like, na kudai nilikunulia shati, yale mambo ya kizamani unajua, yeah. Yale mambo ya kizamani sana yale.